Kwa sisi kama Bandari ya Dar es Salaam, pia katika kujiandaa kukabiliana na matukio namna hiyo, mwaka huu tumekuwa na zoezi ambalo limehusisha e, mzigo ambao ulikuwa ndani ya kontena na ni mzigo ya milipuko na ule mzigo umelipuka. Sasa, tulikuwa tunapima vikosi vyetu vya maokozi, iwapo tutatokea tukio la namna hii, wanawezaje kukabiliana na, na matukio haya ya namna hii. Kwa hiyo, zoezi hili limehusisha e, vikosi vya maokozi ambao wako chini ya mamlaka ya bandari, lakini chini ya vikosi mbali mbalimbali vya, vya usalama kwa maana kuna jeshi la zimamoto kuna e, jeshi la wananchi kuna, e, kuna jeshi la polisi e, na, na, na majeshi mengine lakini pia na makampuni mbalimbali binafsi inayohusiana na zimamoto e, na pia na makampuni mbalimbali yanayohusiana na huduma za dharura za, za, za, za, za mokozi kama ambulance, e, Red Cross na wengine wote wameshiriki katika zoezi hili. Lengo hasa kushiriki huu una, unahusisha hizi una taasisi zote ni kupima e, utayari wa kila taasisi. E, tunaangalia kwamba je, bandari sisi tumeweza kutumia kulishirikia tukio kama hili kwa muda gani? Lakini wale ambao tutapata majanga kama haya wanaweza kutusaidia, tunawapima tuna, tuna, tuna, kwamba kumbe ni muda gani wanatumia kuja kutusaidia, ili sasa itusaidie na sisi kuongeza uwezo wetu. Kwa hiyo tumeweza kufanya zoezi hili e, kwa kutumia taasisi hizo, nafikiri pamoja na mahospitali yetu, hospitali ya Temeke, hospitali ya Amana, hospitali ya Mwembili wote wameshiriki ambapo majeruhi ambayo walipatikana katika tukio hili wamepelekwa kwa ajili ya matibabu zaidi katika hizo hospitali. Kwa hiyo lengo kubwa lilikuwa ni kupima uwezo wetu e, na kuweza kuona pale penye mapungufu basi uweze kujimarisha kuongeza e, ufanisi katika matukio kama haya yakiweza kutokea. Kama mlivyoona huu moto ulihusiana na makontena mawili, haya makontena yote yamelipuka kwa pamoja na yalikuwa na mizigo hatarishi e, tumeweza katika zoezi hili. Tumeweza kuzima moto huu ndani ndani ya dakika 15 mpaka 20, moto wote umezimwa.